Haya ndiyo yaliyokuwa maelekezo ya kiongozi wetu wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba mifumo hii itakuwa ina faida pale inaposomana. Naona jitihada kubwa. Rai yangu tu ni kwamba kwa wale ambao takriban taasisi mia moja na themanini na tano ambao zimejiunga lakini, zile ambazo bado basi, na zenyewe ziharakishe katika kuhakikisha kwamba zinajiunga ili wananchi wapate huduma katika sehemu moja iliyofungamanishwa. Ndugu wageni waalikwa, mabina na bwana, kama nilivyosema, mifumo hii pia imetusaidia sana. Wenzetu wa serikali mtandao wamejenga mifumo ambayo inatusaidia pia kurahisisha shughuli mbali mbalimbali ikiwa ni pamoja na mfumo wa e-watumishi ambao umeleta ufanisi katika uandaaji wa mishahara na watumishi wanapata haki yao kwa wakati.